Watoto wa kumi so, katika watoto kumi na tano wa Mzee Kondo Matambo, Allah amrehemu. Sheikh Haruna Matambo, kwanzia nilipozaliwa mpaka ninamaliza primary school, yani nilikuwa sifahamu dini yangu, kwa maana sijaenda madrasa kwa namna yoyote, kwa namna yoyote, hata ile wanasema alifu kwa ujitu. hata alifu <laughs> Ama kila eh, mwanadamu ana hatua zake. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu, mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, karibu sana. Hii ni Nchakali Podcast, mimi ni Rajab Msami, na tukiwa tunaendelea na msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao kwenye Nchakali Podcast tunazungumza kuhusiana na hatua mbalimbali za mabadiliko simulizi za watu mbalimbali mbali katika hatua zao za mabadiliko, tukiamini simulizi hizi zinaweza zikaacha alama chanya na zikawa chachu na hamasa kwa wewe unayetutazama na kutusikiliza. Ni kukumbusha tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platform zote za podcast ikiwemo Google Podcast, Spotify na nyinginezo zote Utatupata kama AD Plus Swahili, lakini kama unapenda kufuatilia podcast hizi kwa kutazama, unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube, AD Plus Swahili. Huko utakuta mfululizo wa podcast zote ambazo tumekwisha kuzifanya, naamini kuna mengi sana ya kujifunza, lakini kumbushe tu, hakikisha una subscribe channel hiyo na una klik pale kwenye alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast mpya. Leo ni siku nyingine tena tunakutana kwenye Ncha Kali Podcast. Tunaye mgeni pia ambaye tutakwenda kusikiliza hatua zake, simulizi za hatua zake za mabadiliko kutoka kuwa mtu mmoja mpaka kuja kuwa mtu ambaye kwa namna ambavyo Allah amemkadiria ameweza kuwa ni mtu ambaye ana mwanga ana uelewa ana uwezo wa kutekeleza yale yaliyoamrishwa na Allah kwa kadri alivyokadiriwa, na kuacha yale ambayo Allah ameyakataza kwa maana, ana nuru angalau ya kuwa mumin wa kweli kwa kadri Allah alivyomjaalia. Si mwingine, leo tuko na Sheikh wetu Sheikh Haruna Matambo si surangeni eh, ni mlinganiaji wa dini, ni mwalimu wa dini, ni imam pia. Hizi kofia zote tatu ni kofia zake. Tuna mengi ya kuzungumza naye kwa siku leo, tukiangazia safari yake, hatua zake za mabadiliko. Bila shaka, kuna simulizi nyingi chungu tamu mpaka eh, kufikia kuwa Sheikh Haruna ambaye tuko naye leo hii. Tumeweza kukaa naye katika meza ya Ncha Kali podcast na kuzungumza kuziangazia hatua zake za mabadiliko. Sheikh Haruna karibu sana kwenye Ncha Kali podcast, lakini nikupe nafasi uweze kuwasalimu wanaotufuatilia kabla hatujaanza mazungumzo yetu. Karibu sana. Na bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi din wa ba'd. Uh, shukran. Uh, nianze tu kwa kuwasalimu watazamaji na wasikilizaji kwa maamkizi mema kuwaambia assalamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatu. Kwa niaba yao, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Haruna, um, kama nilivyotangulia kueleza wakati tunaanza kabisa hapa na nilivyotangulia kueleza wanaotufuatilia uh, kuwa tuko hapa kuzungumza hatua za mabadiliko ambazo wewe binafsi umezipitia kwa sababu tunaamini hukuzaliwa kama ulivyo hivi Sheikh Haruna ambaye tuko naye leo tumekaa. Bila shaka kuna simulizi nyingi katika hatua zako za mabadiliko, kutoka uh, umezaliwa umekua, mpaka umefikia hivi leo ambavyo tuko na wewe, tumekaa na wewe katika meza ya podcast za Ncha Kali. Kwanza tuanzie hapa, safari yako ilikuwaje tangu unazaliwa mpaka umefika kuwa Sheikh Haruna ambaye ni imamu, Sheikh Haruna ambaye ni mlinganiaji wa dini, lakini Sheikh Haruna ambaye ni mwalimu wa dini. Naam, alhamdulillah. Ama kila e, mwanadamu ana hatua zake na na mimi ni miongoni mwao mpaka nimefikia umri huu hmm. Maana yake kuna hatua mbalimbali mbali, ambazo nimepitia kama wanadamu wengine mm -hmm. mimi kwanza ni mtoto wa kumi mm -hmm. katika watoto kumi na tano mm -hmm. wa mzee Kondo Matambo almarhum Kondo Matambo Allah amrehim. Amin. E, wa, ni mtoto wa kumi katika Hatika watoto, watoto kumi na, na tano, na tano. E, imezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini na tisa hmm. Septemba ishirini hmm. na nimebahatika kumaliza elimu ya msingi katika shule ya msingi Mbwawa, zamani ilikuwa iko katika wilaya ya Bagamoyo, hivi hmm. sasa ipo katika wilaya ya Kibaha hmm. mwaka elfu moja mia tisa na themanini na tano hmm. na umri wote huo kuanzia nilipozaliwa nah, mpaka ninamaliza primary school hmm. Uh, sif, yani nilikuwa sifahamu dini yangu kwa maana sijaenda madrasa. Kwa namna yoyote kwa namna yoyote hata ile wanasema alifu kwa ujitu hata we, alifu isipokuwa. <laughs> <laughs> eh. Nah. Kuna kijana mmoja wakati tupo darasa la nne mpaka la tano hmm yeye darasani alikuwa si mzuri sana hmm. lakini alikuwa akija na juzuu ama shuleni, shuleni. Hmm. vile kama mwalimu hayuko darasani, anatoa juzuu, anasoma Maso. mimi nikawa namwangalia, nilikuwa nina hamu wambia hmm. bwana, hebu nifundishe. Amenifundisha, lakini nawambia, bwana, hii Hmm. Hata ukinifundisha miaka mia moja siwezi <laughs> kufahamu hmm. kwa namna maandishi yake namna yalivyo, yalivyo. Hmm. Nikawambia siwezi kufahamu, amejitahidi sana mpaka tulikuwa marafiki hmm. hivi kwa hivyo, yeye kama kazi inatolewa hmm. ya hesabu, basi yeye wala haandiki hmm. na mimi nkajenga urafiki naye hmm. ili anifundishe kwa hivyo mimi nitaandika hesabu nitajaza mm. Basi ikifika muda nampa daftari naye ana kopi akisha kopi, tukienda kule, nikikosa moja naye anakosa moja, kwa maana vile vile kila kitu amekosa kila kitu. Lakini nikao namwambia, bwana, hebu nifundishe hii Qur'ani mm. na mimi nijue. Lakini nikamwambia kadiri alivyokuwa nifundisha, naambia mm. siwezi kufahamu siwezi kufahamu. Basi baada ya hapo nikaacha. Akaniambia, sasa sikiliza bwana, twende madrasa, twende kwa walimu hmm. twende kwa mwalimu utajua. <laughs> mi mbona najua. hmm. tukaenda kweli kwa mwalimu. Baada ya kwenda kwa mwalimu nikakuta wanafunzi wame wanakaguliwa kazi zao. hmm. madrasani madrasani yule mwalimu anaitwa Shekhe Othman Ajokwa, hmm. Allah amuhifadhi hmm. yupo. Yupo mpaka hivi sasa japo anaumwa, lakini Allah amuhifadhi Amin. Nikakuta anawataka watoto pale wasome kwa kutajisha hmm. Alifata alam, sikinel, al alhafatha hmm. hivyo ile Suratulfataha unasoma kwa kutajisha, kutajisha. Hmm. Basi mtoto mmoja alikosea herufi moja akachapwa. <laughs> mimi nilivyoona vile nikachukua viatu vyangu amna <laughs> darasa nikawa nimeondoka mm. Kwa hivyo mpaka nilipomaliza shule ya msingi mm. kwa kweli, sikuwa ninajua chochote katika Qurani, katika Qurani wala katika dini mm. ilikuwa tu somo la dini pale shule tunakwenda mm. Ijumaa tuna swali mm. Tunatoka basi, hivyo sasa, mpaka mwaka 1985 nilipomaliza elimu ya msingi, nikaja sasa Dar es Salaam mm. kwa kaka yangu mzee Amini Matambo mm. Yeye alikuwa muhasibu pale kiwanda cha Urafiki kipindi okay. hicho alikuwa ame amepanga lakini baadaye akaja akajenga mji wake hmm. Mabibo okay. Baada ya kufika pale mzee bradha hmm. akawa ameuliza jamani, hapa vipi, hapa hakuna eneo la msikiti hapa hmm. Mabibo hiyo hmm. mwaka elfu moja mia hmm. tisa na themanini na saba, ikapatikana eneo tukasimika pale E, msikiti wa miti 1987 Mabibo gani kwa kwa siku za sasa Mabibo eksteno inatizamana na, na, na, na, na, na, na eneo la au eh, Radio Tanzania hmm. idhaa ya Kiingereza hmm. hmm. hmm. e, Mandela Road hiyo hmm. uh, mwaka huo tukajenga msikiti na mimi nikiwa bado kijana hmm. Alhamdulillah, Allah amenipa fursa hiyo hmm. tukasimika pale msikiti wa hmm. miti baada ya mzee mmoja kutoa eneo lake pale hmm. Sasa kipindi hicho, wakati nakuja, ili kufanya discussion, nafanyaje? Naendelea hmm. na elimu, fanye mchakato wa elimu au tuingie katika mambo ya harakati za maisha, harakati za maisha sasa hmm pale kulikuwa na baba yangu mdogo eh, Allah amraham wanaitwa Mzee Hamza Mkilalu mm. Pale aliponiona akaongea na brother, bwana huyu kijana mimi namhitaji. mm. Basi nikahamishia sasa makazi kwake pale eh, alikuwa amefungua workshop yake mm. Eh, na uza betri acid mm. maji ya betri mm. zile za gari mm. Sio kuuza tu na kutengeneza mm. E, tuna chaji betri za gari, tuna fanya sevisi mm. za magari mm. hivyo, yani shughuli mbalimbali pale ilikuwa mm. tunafanya e. Kwa hivyo ikafikia mahala mpaka tunatengeneza maji ya marashi, kwa hivyo nao ujuzi huo, betri acid yeah, naweza kutengeneza yeah. Eh, sijui hizi nguo mabatiki yale mm. naweza kutengeneza. Kwa okay, hivyo mtu ambaye ananifahamu kipindi hicho mm. na akiniona hivi sasa asema, <laughs> <laughs> huyu jamaa vipi bana. <laughs> watu wawili tofauti, watu wawili tofauti. Kwa hivyo tangia sasa mwaka huo elfu moja mm. mia tisa themanini na saba tuliposimika ule msikiti Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa Shaabani, tena ni mwezi thelathini Shaabani mwezi thelathini. Sasa walikuwepo pale wazee wanaofahamu dini lakini si kivile mm. wakawa wanaulizana, tutapata wapi mtu wa kutuswalisha tarawehi na leo ni mwezi thelathini, tunapata wapi? Kuna mzee mmoja Allah amraham, hmm. Sheikh Abubakari Mndewa, hmm. yule mzee alikuwa anakaa Magomeni Mwembe Chai, hmm. familia yake iko pale, hmm. alikuja siku ile na yeye akawa mmoja katika waliosimika ule msikiti, hmm. akasema, wazee msiwe na wasiwasi, mimi nipo hapa, kuna familia yangu inaishi hapa, hmm. basi yule mzee akaswalisha tarawih na pale pale akaanzisha darasa la watu wazima hmm. na mimi ndipo nilipoanza kama kijana, lakini na mimi nikashiriki kukanya, eh, kwa, kwa, kusoma. Kusoma kwenye darasa la watu. Alhamdulillah, yule mzee Allah amraham mm -hmm. na alikuwa ni mwalimu, fani yake alikuwa ni mwalimu hmm. si mwalimu wa dini hmm. Ah. Naam, lakini yule mzee Allah kama alimpa alimpa uwezo yani fa, alimpa tuseme kipaji hmm. cha kufundisha ndani ya mwezi mmoja si nilikuwa hmm. na uwezo wa kuandika jina langu kwa hurufu hmm. za Kiarabu ndani ya mwezi mmoja tu, nikaanza kufunguka macho zile hurufu alhijaiya nikawa nimezifahamu <tip> na ukiweka haraka yoyote bimaana fatha kasra dhamma nikawa naweza kujua sasa kusoma baada ya hapo sasa nikaanza kufunguka kwa hivyo kusoma dini sasa nikaanzia hapo 1987 huyu mzee ndio akaanza kunifungua baada ya hapo tukaenda tukaenda. Baada ya hapo msikiti sasa ukaanza kujengwa wa brok wa tofali mm. Eh, nikawa sasa, baada ya kupata mwanga, nikaanza sasa kusoma kwa mashehe tofauti tofauti. Na pale sasa akaja eh, kijana mwingine imam ambaye alimaliza eh, Markazi Chang'ombe, alikuwa mm. anaitwa Abdushakuru Mvimba. Mm -hmm. Huyu sasa akaanza pia kutuendeleza elimu hii ya dini. Mm -hmm. Na pia nikawa nasoma kwa mashehe tofauti tofauti, tofauti. tofauti. Baada ya hapo nah. Uh, nikaona sasa mbona uh, kila kitabu lazima nipige goti kwa mwalimu. Mm -hmm. Kila kitabu nipige goti kwa mwalimu inakuwaje? Mm -hmm. neno likibadilika kidogo lazima uchukue kalamu mm. Uandike dhahaba ya dhahabu mm. i dhahabu i dhahabu nini? Maana yake hujui mm. Unaandika ya dhahabu nini unaandika? Nikasema sasa, nitafute mahala nisome kwa ile tadaruji mm. Yani kwa mpangilio mm. Hapo sasa, kuna komuaka, mwaka gani sasa, kuna kwa mwaka mm. alfu moja Mia, eh, no elfu mbili na saba hmm. hapo sasa ikanijia fikra ya kwenda kusoma katika marakis ambazo zinafundisha kwa mpangilio hmm. Manake, okay. kutoka themanini na saba Naam. Mpaka elfu mbili mpaka elfu mbili na saba. Takriban miaka ishirini ya. Naam. ya kusoma kawaida. Naam. Ya kusoma kawaida, na huku sasa, msikitini wananitanguliza tanguliza mbele kupishwa. Ah, ushaanza kupishwapishwa eh, bana hmm. Tangulia mbele, naswalisha nafanya hivi hmm. Eh, hivyo sasa, sasa. Eh, huku na, na, na, na kwenda nafundisha hmm. eh, masomo ya dini mashuleni hmm. eh, kwa hicho kiwango ambacho nilikuwa nacho. Sawa, ukalazimika kutafuta markazi sasa. Nikatafuta markazi hmm. Nikajaribu kushauriana na baadhi ya walimu, wakasema sawa itakuwa vizuri hmm. baadhi ya wengine wakasema huko unaenda kupoteza muda hmm. Bwana, hizi elimu za majamvini ndio bora ah. zaidi huko unaenda kupoteza muda. Nikasema mimi siwezi kwenda kupoteza muda huko, mimi nakwenda kuchukua elimu hmm. kwa mujibu wa kiwango sasa hmm. mwaka elfu mbili na saba nikaenda rasmi sasa markazi Furukani hmm. ipo pale E, Buguruni mm. Malapa e, ambayo e, inaongozwa na Shekhe Juma Omar Poli. Boy, e, pale sasa nikaanza kuchukua fomu na nimesoma, ni, ni, ni kwa maana nikiwa tayari nina majukumu mm. nina familia mm. na nimekwenda pale pale wana wana wana, wana nasari na primary school hmm, hmm. alafu wana kitengo cha dini hmm. kwa maana nilikuwa nakwenda na binti yangu anakwenda nasari uh, mimi naingia yeah, kwenye kitengo cha dini nasoma. Nilianza pale ibtidaia okay. nilisoma pale miaka sita kuanzia elfu mbili na saba no, elfu mbili na saba, uh -huh. No, elfu mbili na saba. Uh -huh. mpaka elfu mbili na kumi na mbili miaka sita, miaka mitatu ya ibtidaia na mina miaka mitatu mi mutawasita, mm. Yani bimana kama na sawa na O level form four yani, ehe. Kwa hivyo nilisoma Markaz Furkani kwa kipindi hicho cha miaka sita, sita, pale Markaz Furkani, sawasawa hapo hapo katika uh, Markaz Furkani miaka sita. Tuende kwa haraka harakaharaka, kwa sababu muda nao unatupa na. mkono sana uh, huku bungo Uh, mabibu eksterno nafahamu na namna alivyokuwa unasoma soma eh uh, unakwenda kuingia Markaz Furkani, ndio Markaz ambao umekwenda kuitafuta kwa ajili uende kwa mpangilio wa kusoma na. tunafahamu Markaz eh uh, Furkan eh manhaji yao ni manhaji ya Kisunna, na huku ulipotoka hali ilikuwaje? Ulikuwa tayari umeshaifahamu sunna, kwa maana ulivyokuja Markaz Furkan ukawa umeendelea au ilikuwaje safari yako kutoka huku katika kabla hujafahamu sunna, kama ilikuwa ni kabla, alafu ilikuwaje kuwaje hii harakati mpaka kuingia markaz furkan? Naam, shukran sana, swali zuri sana kwa kweli. Mwanzo ilikuwa mimi nasoma tu mm -hmm. Nikimwona huyu shekhe ana maarifa, basi nasoma huyu, anasoma anasoma. Ee, kiukweli nilikuja kufahamu sasa sunna nilipokuwa nasoma kwa shekhe mmoja anaitwa Jadu Mcheni, hmm. katika waalimu zangu kijana huyu eh, ndipo nipoanza kuifahamu suna, hmm. pale NIT, hmm. pale kuna ch chuo cha NIT ndani, hmm. pale kuna msikiti, naam. Masjid Uthman, aha. pale nilianza kusoma pale, nikaifahamu hmm. suna, nikasema na, na tamani sasa mm. nisome zaidi na mimi mm. Kwa hivyo baada ya kushauriana, nikaonekana niende pale. Ehe, kwa hivyo, nili tayari nilishaanza kuifahamu sunna. Okay. Haya, umesoma Markaz Furqan uh, umemaliza uh, miaka yako sita mm -hmm. Baada ya hapo kumaliza uh, nikasema bado uh, nikaomba na pale ukimaliza unapata fursa, kama umefaulu, unapata fursa unakwenda moja kwa moja alharamaini haramaini, mm. eh, markazu alharamaini pale shauli moyo. mm. Kwa hivyo pale pia nikasoma eh, kuanzia elfu mbili kumi na tatu mm. elfu mbili kumi na nne mpaka elfu mbili kumi na tano thanawi Ntana. Ntana. miaka mitatu. mm. eh, pale nimesoma alhamdulillah, nimewahi kumdiriki shekhe almarhum Sheikh Muharram Jumadoga hmm. Akina Sheikh Twaha Suleiman Bane hmm. Sasa hivi kidogo wame, wana hmm. majukumu mengine na wengine ndio hawa wametangulia mbele ya Aki Allah, Allah awarham uh -huh. Na waliobakia Allah awahifadhi eh, hmm. Akina Sheikh Nasri hmm. Akina Sheikh Hamid Abdallah hmm. Hawa ni walimu zangu eh, hmm. Akina Sheikh Mujahid hmm. Pale markazi Umar No. bin Khattab eh, No. No. No. No. Kwa kweli safari ya kusoma ni safari ndefu sana mm. na inahitaji subra ya hali ya juu, kwa sababu eh, nimekwenda kuna walimu wengine walikuwa na wazidi umri mm. lakini mm. inabidi uvumilie unasoma Fibidoti. na vijana ambao wako umewazidi umri sana mm. inabidi uende nao hivyo hivyo mm. kwa kweli nimesoma katika hali ya namna hiyo eh, na baada ya kumaliza hapo eh, thanawi nikasema hapana. Nilikuwa na mwenzangu tunakaribiana umri hmm. E, tunakaribiana au levo yetu iko sawa naam. Eh, nikamwambia bwana, hebu unasemaje, tuendelee <laughs> wetu umri, bwana, umri wetu, tuendelee. <laughs> <laughs> Nikajaribu kuwashawishi na wengine, wasema hmm. bwana, mimi inatosha hmm. Mimi nikasema hapana, bado hmm. Ehe, bado, basi nikapata fursa nikaelekea Jamiatu Ifrikia Alalamia nchini Sudani hmm. Khartoum pale kuanzia mwaka elfu mbili kumi na saba elfu mbili kumi na nane mpaka elfu mbili na kumi na tisa Na kwa hivyo kwa upande wa hmm. taaluma niko hivyo, taaluma yako nah. ikaenda kukomea na, na, na, natamani saa, sana eh. na ilikuwa nikiwashajiisha sana vijana hmm. kuwambia kwamba mimi nawaonea nawaonea choyo mm. eh, nawaonea wivu nah. eh, sio hasadi ha, nawaonea na wivu umri wenu mm. kwamba mna fursa nzuri sana yeah, nah. Nilikuwa nikiwaambia vijana kule Khartum, ninge, ni, yani ningelikuwa ninge mimi mm. lai nisingerudi ni Tanzania mpaka ninarudi ni, kima cha chini na digrii mbili mm. eh, <laughs> hivyo nikawaambia kwa kweli Tanzania tuna changamoto hmm. Hatuna hatuna hatuna vyuo vikuu hmm, vya dini hatuna. Hata wenzetu Kenya wame wako mm, mbele kidogo ah, lakini huku tunakwenda mpaka thanawi eh, hatuna hmm. Kwa hivyo vijana, someni mkipata doktoratu mtakuwa na uwezo wa kuanzisha jamia sawa sawa. Shaharuna, kwanza ni kushukuru sana kwa kuweza kutupitisha katika safari yako. ee, wallahi ni safari ambayo mtu akikutazama Shaharuna ambaye uko leo ambaye tumeketi hawezi akaamini kwamba ulifika mpaka umemaliza elimu ya msingi ukiwa ufahamu chochote. Hii ni hamasa kwa kweli kwa vijana ambao wanatamani kusoma na ambao wako katika marakizi mbalimbali wanasoma, wanachukua elimu yao, wanafanya jitihada kwa ajili ya kuifahamu elimu Sharuna, watu wanatutazama uh, ikiwemo kundi hilo la vijana, lakini wapo kundi ambalo ni watu wazima. Tuko tunaelekea ukingoni wa mazungumzo yetu, kutokana muda umetupa mkono, nasaha zako ni zipi? Kwa sababu wapo watu ambao kwa umri imekuwa kama ni kigezo cha kwao, na umeendelea kuwa ni msamaha wa wao kujipa msamaha kuto kuitafuta elimu ya dini kuto kuisoma elimu ya dini mtu. Anaona kwamba umri umeshaenda, saizi napambana. Wewe umesoma ukiwa katika umri mkubwa, ukiwa tayari una majukumu ya kupambania maisha na familia, lakini uh, hukukata tamaa, uliendelea kutafuta elimu ya dini. nasaha zako, nasaha zao, nasaha zako kwao ni zipi? Naam, nasaha zangu ni kwamba mtu kama hakubahatika naam wazazi hawakumpeleka madrasa hmm. Hakusoma ilmu ya dini nah. Lakini ukishafikia levo umebaligh hmm. Umeshakuwa sasa mtu mzima hmm. Unaandikiwa thawabu na madhambi hmm. Hili sasa jukumu limetoka kwa wazazi, liko kwako kwa. Na ilmu sharii ni wajib hmm. Ni lazima, kwa hivyo jukumu lile unatakiwa sasa ulibebe hmm. na wasaili njia za kujifunza elimu ya dini sasa ziko nyepesi mno hmm. Nyepesi mno kupita maelezo, mnyepesi mno, watu mpaka wanaandika vitabu vya, ambavyo vimeandikwa kwa lugha ambayo mtu unafahamu, lakini unakuta watu bado hawajitumi katika kusoma ilmu sharii. Kwa hivyo mimi ninawapa nasaha wale hata kama ni mtu mzima mm. Basi ni wajibu juu yako ni kwamba lazima uelewe kwamba utakwenda kuulizwa mm. Kuhusiana na umri wako mm. Sasa ikiwa umri wako mambo mengine unafanya mm. lakini kusoma dini uoni kwamba ni wajibu, mm. hili ni kosa, hili ni kosa. Kwa hivyo wasome dini akina Abubakar Sidiq radiallahu taala mm. anhum Hawa walisilimu wakiwa ni watu wazima hmm, kwa hivyo walisoma dini wakiwa kini watu wazima, wazima na, kwa hivyo lazima tuisome dini ili tujue wajibu ambao tunatakiwa tuufanye kwa Mola wetu. Bila kuijua dini hatuwezi kumwabudu Allah tabaraka wataala vile ambavyo inavyotatikana sawa sawa. Mwisho na, kabisa uh, kwa dakika moja tuko ndani ya na, mwezi mtukufu Ramadhani, tumezungumza mabadiliko, na hususan tumeanza ku fanya mazungumzo nawe mwenyewe kuangazia hatua zako za mabadiliko kutoka ulipokuwa mpaka kufika kuwa Sheikh Haroun Matambo ma wa siku ya leo uh, Ramadhani ni msimu siku na 29 30 thalathini, ambao zinapita takriban kila mwaka na, na kwa jinsi ilivyo watu wanakuwa na bidii kubwa sana za kuyatekeleza yale ambayo Allah ameyaamrisha na bidii kubwa sana za kuyaacha yale ambayo Allah ameyakataza lakini, baada ya siku ishirini na tisa hizi 30 kuna baadhi ya watu wanarudi kule kule ambapo walikuwa hawaichukui Ramadhani kama fursa, kama chachu ya mabadiliko. Nasaha zako kwa kumalizia kwao ni zipi? Nasaha zangu Ramadhani kwanza, ni fursa mm, na fursa sheiun la tatakararu ni kitu ambacho hakijirudii na, na kama kinajirudia ni mara chache mno, mm. Kwa hivyo kama fursa imejirudia na wewe ukaweza kuidiriki fursa hiyo, basi hiyo ni neema kubwa, itumie. Na hata ramadhani inapomalizika, basi hebu fanya tathmini, mm, nimefaidika vipi na fursa hii? Mm, na ili ujue umefaidika, basi ni kudumu na yale mema ambayo mtu alikuwa anakwenda nayo ndani ya Ramadhani. Ikiwa mtu akiyakata yale mema hmm, baada ya kumalizika Ramadhani na, basi maana yake hii fursa ambayo alikuwa nayo katika ramadhani hakufaidika nayo. Shukran sana ha, Sheikh Haruna Matambo kwa kuweza kushiriki nasi katika Nchakali Podcast msimu huu wa Ramadhani. Msimu huu tunazungumza kuhusiana na hatua za mabadiliko, uh, Ramadhani na mabadiliko. Nikushukuru sana, tumuombe Allah ajalie kikao chetu hichi kiwe katika mizani ya mema yetu, lakini tumuombe Allah ajalie walio tufuatilia mazungumzo haya basi waweze kuyafanyia kazi na yanufaishe. Baada na ya, na ya kusema hayo, sisi hatuna ziada mtazamaji wa na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Leo tulikuwa naye Sheikh Haruna Matambo, tumezungumza naye kuhusiana na simulizi za hatua zake za mabadiliko. Bila shaka mengi mazuri umeweza kuyasikia na manufaa kwako katika maisha yako ya hapa duniani halikadhalika kesho akhera. Kesho panapo majaliwa yake ya Mwenyezi Mungu, ni siku pia na muda na wakati kama wa leo tutakuwa hapa kwa ajili ya Ncha Kali Podcast. Tutakufahamu, tutakuwa na nani, tutazungumza hatua za nani za mabadiliko basi hakikisha muda huo ukifika, unakuwa mbele ya runinga.